Wadau wa elimu wamepongeza jitihada za mbunge wa jimbo la Musoma Vijijini, Profesa Sospita Mwongo, kuimarisha mageuzi ya sekta ya elimu ili kuwawezesha wanafunzi na walimu kufanya vizuri katika masomo na mitihani yao. Washa hii imekuwa nzuri na imeleta hamasa kubwa Musoma Vijijini kwani wazawa walikuwa ndio wao wanatufundisha na kutuelekeza na kujadiliana, haswa ni kwa jinsi gani tutainua taaluma Musoma Vijijini, na haswa kwa kuwa wao ni wazawa, walikuwa wanajua mambo mengi ambayo yalikuwa yanatukabili na changamoto nyingi, huku tukibadilishana mawazo ya kuwa ikiwa swala la chakula linakuwa li ni changamoto, tutumie hata wale wazee wa kimila walioko kule mtaani ili tuweze kusaidiwa kwa urahisi. Tumefurahi sana na tumepata ahadi nyingi za ushirikiano kutoka kwa mheshimiwa mbunge na mheshimiwa DC za kwamba yale yote tuliyozungumza kwa pamoja tutaungana na viongozi wote wa, wa wilayani na Wales, na wale wa ngazi ya vijiji ili siku tukikutana tena maana hili zoezi ni endelevu, tusiyaongelee yale ya nyuma, bali tuongee mengine ya mbele na kuona ni kwa jinsi gani tumefanikisha washa hii na washa hii. Kwa ujumla, ya ilikuwa na lengo kubwa la kuwaleta watu pamoja, ili kuweza kufikiria kwa pamoja na mwishowe, tuweze kupata ufumbuzi ambao unakuwa umejengwa kwenye evidence, na kama ulivyoona mwenyewe kwa siku zote tatu wa wadau mbalimbali, walimu, maafisa elimu wa, wa maf, kata, na kwa leo hata viongozi kama madiwani na viongozi wa ngazi ya halmashauri, wote wamekuwa katika mtizamo mmoja ya kwamba kama tukiungana, tuki kwa pamoja, kila mmoja akaprei roru yake kwa kadiri ambavyo amejariwa ame, ame na Mwenyezi Mungu, naamini ya kwamba wilaya yetu ya Musoma Vijijini itakuwa imejikwamua kwa kiwango kikubwa sana, lakini kubwa zaidi ni matumaini yetu kwa jinsi ambavyo tume komuniketi na na viongozi waliokuwepo hapa, na kutokana na hotuba ambazo wamezitoa, tunaamini ya kwamba ili jambo litakuwa ni jambo endelevu, na kwa kiasi kikubwa pengine litakuwa limewasha moto ambao unaenda kuwaka pia kwenye sehemu zingine za nchi. Moja ya maswala ambayo yamejadiliwa kwa kina sana ni swala zima la lishe, kwamba shu, kila shule lazima Uh, watoto wapate lishe wakiwa shuleni. Uh, ajenda hii ni muhimu na tumejipanga kuweza kuitekeleza kwa sababu uh, bila lishe bora mashuleni manake hata uwezo wa wanafunzi kujifunza na kuweza kushika vizuri masomo yao utakuwa ni mdogo. Kwa hiyo, lishe inamsaidia mtoto kwanza kustahimili masomo, kuwa active, yani kuwa na uwezo wa usikivu mkubwa zaidi lakini pia na ubongo wake kuweza kupokea masomo kama ambavyo umefundishwa, lakini pia inamsaidia mtoto kuwa hana njaa, hivyo anaweza akastahimili kukaa masaa mengi darasani akajifunza na hatimaye akapata kufaulu masomo yake. Na sisi tumejipanga kwa maana kwamba e, tayari a, tuna tuisha anza na kila shule ina, ina programu mbalimbali za kuhakikisha kwamba chakula kinapatikana ikiwemo wazazi kuchangia, lakini pia kuna baadhi ya shule ambapo uh, kunakuwa na, uh, na programu za kilimo na bustani. Kwa hiyo hizi programu zote zinasaidia wepo wa chakula. Mambo yamebadilika, elimu inalalamikiwa sana sana. Sasa hatuwezi kuwa daima tunalalamika lazima tutafute suluhisho na vyanzo vya bia. Suluhisho vitatoka sehemu nyingi. Sasa sisi wa Musoma vijijini tumejitosa wa kwanza kwanza kupeleka mapendekezo eh, wilaya zingine mikoa mingine watu wengine, na wao watapeleka serikalini, tuboresheje elimu yetu? Ili ni kitu kinakuna kichwa serikali yetu labda wasiofahamu tatizo la elimu, ukweli ni kwamba ndio maana linataka muwe wa wazi bila kuogea, kuo, kuogopa. Sio tatizo tu la Tanzania, sio tatizo la Tanzania. Ukigusa hata nchi zilizoendelea wanalalamika sana sana, wafanyeji hata Wamarekani, hata wapi. Sasa bahati nzuri wengine tunapokea hiyo mijadala na tunashiriki kwenye hiyo mijadala. Tunachotaka kuona ni matokeo chanya, kuongeza ufaulu, na tunataka kuona wanafunzi wetu, jamii yetu, watoto wanaotoka Musoma Vijijini, tunataka kuwaone wakiwa katika vyuo vikuu mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Swala la chakula na lishe kuwa la lazima. Watendaji hapa mpo, waheshimiwa madiwani mpo, swala hili na mimi naliekea mkazo hapa, swala hili ni swala la lazima, chakula na lishe mashule.